Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, amefariki dunia Jumatatu asubuhi saa 1 na dakika 35, kama ilivyotangazwa na Kardinali Kevin Farrell wa uh, huko Vatican. Papa huyo aliyekuwa na umri wa miaka 88, ambaye jina lake halisi ni George Mario Bergoglio, ameacha urithi wa unyenyekevu, mazungumzo ya kidini na kujitolea kwa maadili ya Injili. Kwa huzuni kuu nalazimika kutangaza kifo cha baba mtakatifu wetu Francis, alisema Kardinal Ferro katika taarifa yake. Maisha yake yote yalijikita katika kumtumikia Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa wote, hasa kwa ajili ya maskini na waliotengwa. Papa Francis alizaliwa Desemba 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina, kwa wazazi wahamiaji kutoka Italia. Alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watano. Alikuwa akizungumza kwa mapenzi makubwa kuhusu familia yao ya karibu na ushawishi mkubwa wa bibi yake wa Kiitaliano ambaye alimfundisha imani. Hadithi ya babu na bibi zake kuokoka kwenye ajali ya meli walipohamia Argentina ilimchochea kuwa mtetezi wa wahamiaji wanaofanya safari ya tarishi hasa kupitia bahari ya Mediterranean. Akiwa na umri wa miaka 16 alikumbwa na hali ya kiroho wakati wa kitubio ambao ulimwelekeza kuitikia wito wa upadri. Alianza mafunzo kama mwanafunzi wa shirika la Wajesuit ambalo linajulikana kwa kazi za umisionari, na mwaka 1973 akiwa na umri wa miaka 36 aliteuliwa kuwa mkuu wa shirika la Wajesuit nchini Argentina, nafasi aliyoishikilia hadi mwaka 1979. Uongozi wake uliimarika hadi kuchaguliwa kuwa askofu wa Roma mwaka 2013 ambapo alichukua jina la Papa Francis. Katika hotuba yake ya kwanza kutoka kwenye roshani ya kanisa la Mtakatifu Petro usiku wa uchaguzi wake, alitoa ujumbe wa matumaini. Tuombe, tuombe dunia nzima ili kuwepo na roho ya undugu. Kwa maneno yake na vitendo vyake, Francis alijenga madaraja ya mazungumzo kati ya dini na madhehebu mbalimbali, akisisitiza mshikamano na ubinadamu. Utawala wa Papa Francis ulijulikana kwa unyenyekevu wa kipekee ambao uliotofautisha na mapapa waliomtangulia kwa karne nyingi. Alikataa kuishi katika makazi ya kifahari ya kipapa na badala yake alichagua nyumba ya wageni ya kawaida. Siku ya kuzaliwa kwake ya kwanza akiwa papa, aliadhimisha kwa kula chakula na watu watatu wasio na makazi waliokuwa wakiishi mitaani Roma hatua inayoakisi maisha yake ya awali Argentina alikofanya kazi kama msafishaji na mlinzi wa baa. Francis alikuwa papa wa kwanza tangu karni ya 15 kuishi sambamba na mtangulizi wake Benedikti wa 16, ambaye alijiuzulu kutokana na sababu za kiafya. Mara kadhaa Benedikti alikosoa mwelekeo wa kimapinduzi wa Francis, jambo lililoonyesha changamoto alizokutana nazo papa mpya licha ya jitihada zake za kulisafisha kanisa kutokana na kashfa za unyanyasaji wa kingono, bado changamoto hizo hazikuondoka kabisa. Mafundisho ya kanisa kuhusu masuala ya kijamii pia yaliibua mijadala kuhusu nafasi ya kanisa katika dunia. Hata hivyo, athari za papa Francis hazikanushiki. Msimamo wake kuhusu haki za waliotengwa, utunzaji wa mazingira na mshikamano kati ya dini uliheshimika kote duniani, kwa shukurani kubwa kwa mfano wake. Kama wanafunzi wa kweli wa Bwana Yesu, tunakidhi roho ya Papa Francis kwa upendo wa huruma wa Utatu Mtakatifu, Kardinari Fero alihitimisha. Kifo cha Papa Francis kimeanzisha kipindi cha papa interregnum, kipindi cha maombolezo na maandalizi ya kumpata papa mpya. Vatican imeanzisha rasmi novendiales, kipindi cha maombolezo ya siku tisa, ambapo misa maalumu itafanyika kila siku. Mwili wa papa utawekwa wazi katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro kwa waumini kutoa heshima zao kama ilivyofanyika kwa Papa Yohana Paulo wa Pili mwaka elfu mbili na tano. Kulingana na desturi za mazishi ya papa hufanyika kati ya siku ya nne na ya sita baada ya kifo chake. Makardinari walio na umri wa chini ya miaka 80 watakutana hivi karibuni mjini Vatican kuanza mchakato wa kumchagua papa mpya kupitia conclave, utaratibu wa siri wa uchaguzi.